Meneja wa habari na mawasiliano wa, wa, wa timu ya Yanga Ally Kamwe, na tunamshikiria kuanzia jana, taratibu za kiupelelezi zikiendelea kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Kama mlivyoona, taratibu nyingine zinaendelea na zitakapokamilika tutaweza kutoa taarifa zaidi. Tumemwona Ally Kamwe ameshafikishwa hapa na ameingia huko ndani, kiu ya watu Uh, kiya watu wengi sana na kutaka kufahamu nini ambacho kinaendelea. Na je Ally Kamwe atafanikiwa kuchomoka leo? Ye, taratibu za kiupelelezi zinaendelea kwenye ofisi ya mkuu wa upelelezi wa mkoa, na pale ambapo zitakamilika, basi haki ya dhamana itakuwa wazi. Dhamana inawezekana ikapatikana leo leo. Kamanda, umeona maoni ya watu walio wengi uh, kuwa uh, jambo hili lililotokea limetokea kwenye michezo lakini na nini mamlaka amoni kama mnaingilia sasa mambo ya michezo ambayo ni mbaya zaidi uh, kwenye usalama wa michezo nchini. Hili, hili, hili ni kosa ambalo amelifanya na amelifanya dhidi ya kiongozi, linaweza kuwa na athari kubwa, na ukiangalia hata kwenye maneno ambayo ameyatamka, anatamka ana kuitaja ama kama kwenda kuisemea kwa mamlaka ya uteuzi ambayo inamhusu kiongozi mkubwa, hili ni kosa. Tunapozungumzia mambo ya michezo yazungumziwe kwenye mipaka ya mambo ya michezo, lakini mambo mengine ambayo yanahusu heshima na hadhi za viongozi yanatakiwa kubaki kwenye mstari wake. Kwa hiyo tutarajie hali kama, akifikishwa mahakamani juu ya tuhuma hizi. Taratibu za kiupelezi zinaendelea na tutakuja kujulisha pale ambapo zitakamilika Kama nilivyosema kwamba tuko kwenye utaratibu wa mahojiano, tunaendelea nayo, lakini hiki kitu kimeonekana wazi na jeshi la polisi limechukua hatua na ushauri wote. Nafikiri nitapata nafasi nzuri ya kusema baada ya kuwa uchunguzi ume, umekamilika wa jambo hili. Upelelezi huu utachukua mda gani, na nini naenda kupeleleza? Kati kauli tayari tushaziona, ni za wazi kabisa, na yeye ndo anazitoa. Ya, tunalifanya, tunalifanya kwa haraka na tutafikia hatua ya mwisho mapema inavyowezekana, na kama nilivyosema kwamba baada ya kukamilisha vitu vichache leo hii, haki ya dhamana itakuwepo. Na mshtakiwa pengine anaweza akaruhusiwa na uchunguzi ukaendelea, ndio. Ally Kamwe kwa, kwa taarifa za jeshi la polisi bado anaendelea kuwa korokoroni kama nilivyosema kwamba tunamalizia vitu vichache, yake ya dhamana itakuwa wazi.